Hujambo na karibu. Kulingana na taarifa ambazo zimetolewa ni kuwa raia wa Tanzania ambao waliuawa kikatili na polisi wakati ambao wanaandamana ni zaidi ya elfu mbili na wala sio mia saba jinsi ilivyosemekana awali. Kulingana na waandamanaji, wanasema kuwa polisi waliovalia nguo za raia kipindi wanaandamana waliwageukia wali kikatili na kutekeleza unyama huo. Sasa waandamanaji hao wanasema kuwa jeshi ichukue nafasi ya urais kama wanataka usalama. Ila sasa tunapozungumza, Rais Samia Suluhu Hassan ameshaapishwa kama rais wa Tanzania kwa awamu ya pili. Kulingana na, na taarifa ambazo zimetolewa na watu wa karibu sana kipindi ambacho wanaandamana, ni kwamba polisi walikuwa wamevalia nguo za raia wala ambao walijifanya ya kwamba wamejumuisha na raia, lakini kipindi ambacho wamefika kwenye vijorojoro, polisi waliwageukia na kuwa kuwaua hiyo ndio taarifa ambayo imenifikia kwa sasa. Langu jina la salia kuwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, kitu ambacho kinakupatia taarifa kamili na uondo pindi unapochipuka. Kila ambacho nakuomba ni kwamba akisha ya kwamba una subscribe kwenye channel hii, ili upate uondo kama huo jinsi unavyochipuka. Sina la kusema, na kutakia jioni njema Mungu akujalie na nijalie mimi, ili tuweze kuelimishana, kufahamishana na kutaarifiana yale ambayo yanatokea ndani na nje ya nchi, na kutakia kila la heri.